Katika channel hii ambapo, katika channel hii utajifunza mbinu mbalimbali za kuweza kupata pesa kupitia simu yako ya mkononi tu. Leo nimekuletea website hii ambayo unaweza ukatengeneza hadi shilingi elfu hamsini ndani ya dakika tano tu. Tazama video hii, usiruke kipande hata kimoja cha video hii. Sehemu hii ya kwanza ni sehemu ya kuweza kufanya registration au usajili katika platformu hii ya leo. Kama unavyoona hapa kuna neno login, alafu kuna neno register. Ko hapa nitakwenda kuonyesha namna ya kuweza kufanya registration katika platform yetu hii mpya kabisa ya leo. Sehemu hii ya kwanza hapa utaingiza namba zako za simu, okay, ambayo imeanza na country code Tanzania. Hapa utaweka namba zako za simu, na baada ya hapo utaweza kuweka login password katika sehemu hii ya chini inayofuata, then uta set tena login password again. Utazirudia login password again katika sehemu ya chini tena inayofuata. Baada ya hapo, invitation code inakuja automatic ukishagusa link iliyopo kwa description, then uta click katika neno hili authorized okay. Ukisha click hapo, utakuwa umekamilisha kufanya usajili katika platform yetu hii ya leo. Kwa mimi nitakwenda ku login, then nitakuonyesha jinsi gani website hii inavyofanya kazi na kuweza kupata pesa baada ya kuweza kulogi ndani, mwonekano wa ndani wa website hii upo namna hii, kama jinsi ambavyo inaonekana hapo. Katika sehemu hii ya home, utaweza kuona balansi yangu ambayo nimeweza kufanya recharge, kama unavyoona hapa ni shilingi 2028 okay. Cumulative income hapo unaona ni shilingi 2028 kwa hiyo sasa, utakuja moja kwa moja katika sehemu hii ya home kama jinsi ambavyo inaonekana. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa utakuja katika sehemu hii ya product ili uweze kuangalia product yako ambayo unataka uifanyie ambao uh, nataka uifanyie investment kama unavyoona hapa VIP one, uta price yeah, elfu sita hii ni um, siku si hamsini ni, ni shilingi elfu moja na mia mbili kwa mwezi ni shilingi elfu sitini kama unavyoona shilingi elfu kumi na two, we, vip, we? Uh, hapa, two, hapa, ni tano ni elfu tatu mia moja na hamsini Ukisogea chini kuna VIP 3 ambayo price ni elfu hamsini daila elfu kumi na moja VIP 4 price ni shilingi laki moja. Kwa hiyo ukiweka tu laki moja una uwezo wa kupata shilingi elfu ishirini na tatu kila siku, na kwa mwezi utapata milioni moja laki moja na elfu hamsini. Kama unavyoona ni platform mpya kabisa, na ni platform ya kuweza kupiga hela. Unasubiri nini? Link ipo katika sehemu ya description ili kuweza kujiunga, nimekuwekea link katika description, usichelewe. Hii ni yako sasa, hii ni ya kuwahi kwa VIP. Vipo VIP mpaka VIP nane. VIP ya nane ukiweka milioni mbili unapata laki sita kila siku. Sasa wewe, laki sita kila siku unasubiri nini? Kwa utarudi katika sehemu hii ya home baada ya kuchagua investment yako ambao unataka kuifanyia investment, then ukisharudi sehemu hii sasa unachotakiwa kufanya hapa ni kuweza kuclick katika sehemu hii ya recharge ili uweze kufanya recharge. Okay, ili uweze kufanya recharge utakuja katika sehemu hii kama jinsi unapoona hapa. Okay. Other amount pia utaingiza katika sehemu hii hapo, utachagua amount yako ambayo unataka kuifanyia investment. Let's say umechagua hii elfu sita utakuja hapa recharge channel utachagua kama ni recharge bank 1 au recharge bank 2. Okay. Recharge bank 1, recharge bank 2. Kama ni recharge bank 1 uta click hapa confirm, okay. the minimum recharge amount ni shilingi. If it is lower than the minimum amount the money will not be credited, kwa kama ni ndogo kuliko hiyo haitaweza kuwa credited. Kwa hiyo hapa watarecharge kupitia namba yako ambayo umeiweka ya usajili kwa ukishaweka namba yako ambayo tayari umeshajisajili nayo ndipo namba ambayo itafanyiwa recharge. Kwa kama hivyo amount yako umechagua, uta click confirm. Kwa katika line yako pesa ile ambayo ni amount umechagua hapa itaweza kukatwa. Okay, hasa basi unachotakiwa kingine kufanya baada ya kumaliza recharge, ukirudi katika sehemu hii ya product. Kwa mfano kama mimi tayari nimeshaweza ku recharge kama ulivyoona kwenye akaunti yangu, mimi nitaklik hapa buy VIP 1. Okay. Okay, revenue hiyo. Kwa hiyo tayari VIP 1 nimeshaweza kuinunua tayari. Okay. Kwa sasa baada ya kununua VIP 1, nini unachotakiwa kufanya ukija tena katika sehemu hii sasa utaweza kuona account balance ni shilingi elfu ishirini na mbili, cumulative income shilingi elfu ishirini na nane na Okay. Utakuja katika sehemu hii get your daily reward. Ukija hapa utaweza kuona hapa amount ile tayari imeshakatwa. Kwa hiyo nitakuja hapa kwenye check in now. Utaklik katika sehemu hii ya check in now ili kuweza kupata daily reward. Utaklik check in now kama jinsi unavyoona hapo, cumulative bonus ni zero, check in daily. Daily check in reward ni shilingi 100. Daily check in reward ni shilingi 100. Okay. Uta click check in successful kama unavyoona hapo, check in successful wide, one day check in tayari nimeshakamilisha hapo. Okay, kwa hiyo sasa, kwa hiyo utarudi katika sehemu hii ya home, then utakuja katika sehemu hii ya account au katika sehemu hii ya profile. Baada ya hapo, unachotakiwa kufanya ni kuklik hapa kwenye bind bank account ili uweze kufanya withdraw yako. Sasa hapa utaklik hapa neno add, then kuna select the bank, utaklik hapa select the bank okay, utaklik select the bank. Kuna Airtel, kuna Tigo alafu kuna Mpesa. Kwa hiyo mimi nita select Tigo then nita click neno confirm. Baada ya hapo bank holder name Okay, bank holder name, please enter account holder name. Kwa hapa nitaingiza account holder name ambao ni jina langu. Okay. <tipos> <tipos> Na hatua inaofuata utafili bank account utaingiza namba zako za akaunti katika sehemu hiyo hapo, 06725926726729284 Baada ya kujaza taarifa zako na namnao umeshaweka akaunti yako holder name pamoja na namba, utaklik neno add. Kwa hiyo bank account added successfully kama jinsi unavyoona hapo. Kwa sasa utarudi nyuma na baada ya pale utaklik hapa kwenye neno withdraw ili uweze kuwithdraw pesa yako. Nitaklik hapa neno hiyo hapo, kama unavyoona, Tigo Safari account yangu na nitaklik hapo add. Okay. Nitaklik hapa ambapo tayari nimeshaweka akaunti yangu hiyo hapo. Nitaingiza withdraw amount ambao kama jinsi unavyoona hapo okay. Nitaweka kama jinsi unavyoona hapo, amount ambao nataka ku withdraw. Na baada ya hapo nita click neno withdraw money now. Withdraw request submitted successfully kama unavyoona hapa. Uh, withdraw record hiyo hapo, amount received hiyo hapo, kama jinsi inavyoonekana hapo, hapo payment is in progress, payment is in progress okay. Kwa hiyo hapa payment is in progress. Sasa utarudi nyuma baada ya kukamilisha hilo ambao withdraw tayari nimeshaweza kuifanya, kwa nitarudi katika sehemu hii sasa ya team, utakuja katika sehemu hii ya team kama jinsi unavyoona hapa katika sehemu hii ya team ni sehemu ambapo utapata invitation code yako pamoja na invitation link. Unachotakiwa kufanya ni kuikopi invitation link yako namna hii, nitaikopi kama unavyoona. Katika kila level team, level 1, kila level utakaomwalika mtu utapata commission. Team level 1 utapata commission asilimia 30, team level 2 utapata commission asilimia mbili, team level 3 utapata commission asilimia moja. Okay, kwa hiyo jinsi utakavyokuwa na timu kubwa ni jinsi ambavyo utakuwa na pesa. Unasubiri nini sasa? Twende tujiunge leo, linki ipo katika sehemu ya description hapo. Okay. Kwa hiyo tukishamaliza sehemu hii ya team tukirudi katika sehemu hii ya home, aa, utaweza kuona hapa kitu kingine, ukihitaji kudownload application utaclick katika sehemu hii ya download application, ukihitaji kuchange password gift, customer service record regulation na vitu vingine utaweza kuziona hapo kama jinsi ambavyo inavyoonekana hapo. Ah, kwa kama unavyoona maelekezo yao hapo ni website ambayo ni mpya na ni website rahisi kabisa kuweza kutengeneza pesa kwao. Withdraw yangu itakapofika basi nitakwenda kukuonyesha, uh, withdraw ambayo nimeweza kuifanya. Utakuja katika sehemu ya withdraw, utaweza kuona hapa withdraw hiyo hapo shilingi elfu ishirini na mbili na mia moja. Kwa hiyo nitakapoipokea withdraw yangu, pia nitakwenda kukuonyesha ambapo withdraw tayari itaingia katika wallet yangu vizuri kabisa. Na usahau kusubscribe ku like na comment katika channel yetu. Link ya kujiunga na group letu pia ipo katika sehemu ya description ukihitaji kutengeneza pesa kwa njia rahisi kabisa. Asante na karibu.